bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na themart supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aipa raha Simiyu, agizo la kuchimbwa visima kupelekwa maji ya ziwa Victoria, umeme wake kuongezwa nguvu kutoka Shinyanga. Ashangazwa kauli za Mpina, asema hafai ubunge wa jimbo. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili tuku ilioandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo, mji wa Itilima umepangika vizuri, lakini barabara hakuna, kwa hiyo ni mtake waziri wa ujenzi ajiangalie kwa jicho la rehema. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Dawa funguka kampeni ya msaada wa kisheria, habari katika ukurasa wa nane. Majaliwa asihi kuwekwa mbele amani ya uchaguzi mkuu, habari katika ukurasa wa tatu. Chadema ya kaidi amri ya mahakama kuzuia shughuli za siasa, habari katika ukurasa wa saba. Wakwepa kodi wafanya biashara wadao siku, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa saba wa gazeti hili. Mrithi wa Janabi atajwa kwa uadilifu weledi, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika mwanafunzi musti amjoma kiso mwenzake afa, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania pamoja na gazeti Habari Leo. Nalo gazeti Mwananchi linyo li katika ukurasa wake wa mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni mpina alivyotua anga za Gwajima. Rais Samia amshtukia mbele ya wapiga kura, amtaja kwenye nafasi kumi za ubunge. Bashe akumbusha ya JPM, aonye siasa kwenye zao la pamba. Habari katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Ndugu liloandika kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Luhaga Mpina ikisema, sisi kule Kisesa tunakudai na maeneo mengine kote, wanaosema hawakudai, zile fedha zote zihamishe, zilete Kisesa, kwa sababu bado tuna mipango mingi ya maendeleo katika maeneo yetu. Ndugu ya Rais Samia Suluhu hasan inasema huyu si mbunge wa jimbo baada, ni mbunge wa taifa, kwa hiyo nadhani tunapokwenda huko muache ni mchukue kwenye nafasi zangu kumi. Maombi kama haya kuyaleta katika mkutano wa wananchi kwa rais ni kujitafutia umaarufu. Mbunge hapa hakulifanyia haki jimbo lake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa nne wa gazeti hili. Gazeti hili imeandika yanayomsubiri bosi mpya mwezi mbili, habari katika ukurasa wa sita. Simanzi miili ya wanandoa waliouawa ilivyoagwa, habari katika ukurasa wa saba wa gazeti hili lakini pia gazeti Mwananchi limeandika sababu mapato bima za vyombo vya moto kupaa. Habari katika ukurasa wa tano. Simulizi maisha yake familia yake Mdude siku arobaini na mbili za kutekwa. Habari katika ukurasa wa tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbili. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tutatazama sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia Aridhishwa na maendeleo wilayani Meatu, asema wamehamasisha uwekezaji zaidi, asisitiza kuendelea kuvutia viwanda wilayani humo, awalilia wanne waliofariki wakienda mkutano wa CCM, awajulia hali majeruhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne wa gazeti hili. IGP apangua apanga vigogo jeshi la polisi, habari katika ukurasa wa nne. Simba chawene atamani vituo zaidi vya mafuta vijijini, habari katika ukurasa wa nne magereza mbaroni akidaiwa kumfanyia ukatili mtoto. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nne. Polisi mkoani Kilimanjaro inamshikilia askari wa jeshi la magereza, jina tunalo kwenye mabano, kwa tuhuma za kumlawiti mwanafunzi wa darasa la saba mwenye umri wa miaka kumi na tatu katika moja ya shule zilizopo eneo la Marangu wilayani Moshi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa nne. Wasira, CCM kitakuwa chama cha kudumu . Habari katika ukurasa wa tatu. Dira za maji kumaliza kilio cha wananchi mkoani Tanga. Habari katika ukurasa wa pili. Netanyahu, tutabadili sura ya mashariki ya kati. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na tisa wa gazeti hili. Lakini vya gazeti Majira limeandika athari za mabadiliko ya tabia nchi, nani wakufunga paka kengele? Habari katika ukurasa wa kumi hadi ukurasa wa kumi na moja na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira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 Tatu, barua pepe, at gmail.com. Topone college of health and allied sciences, we are the way to your success. Ndalo gazeti Nipashe mwanga jamii lenye habari aliyopewa kipaumbele ni Samia alonga hoja za Mpina, amkosoa kwa kujikita katika mambo ya kitaifa badala ya kero zinazowakabili wananchi anaowakilisha bungeni. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili nugu loandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili na rais Samia Suluhu Hasani ikisema, kwa sifa ulizotoa SGR reli really ya kiwango cha kimataifa, bwawa la Mwalimu Nyerere, daraja la Kigongo Busisi, MV Mwanza, huyu si mbunge wa jimbo bali wa kitaifa. Tunakokwenda huko, mwache ni mchague kwenye nafasi zangu kumi. Undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili. AGP aonya waganga kutumiwa vibaya na wanasiasa uchaguzi, habari katika ukurasa wa 15 amri ya mahakama Heche aelekeza mambo ya kufanya, zuio Chadema. Habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Dr Kimambo, mwanamke wa pili mkurugenzi wa Muhimbili, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Lakini pia gazeti ni pasha limeandika wageni wahodhi biashara ya uvuvi, wazawa wataka hatua wa serikalini. Habari katika ukurasa wa tano. Wabunge walio na magari ya serikali, mkakati wa kubana matumizi ishirini ishirini na tano ishirini ishirini na sita undani wa taarifa hini katika ukurasa wa nne, na hivi ndivyo ambavyo alivyoandika gazeti Nipashe, mwanga le wa jamii ndalo. Gazeti Raia Mwema, muungwana ni kitendo, lenye wahabari iliyopewa kipaumbele ni mkeka wa wateule wapya, wanukia Samia kuziba nafasi za vigogo wanaorusha taulo wakikimbilia ubunge. Dkt Nchimbi ampa mtihani mgumu mkurugenzi mkuu TRC Kadogosa, undani wa taarifa hini katika ukurasa wa pili, habari picha ya ukurasa wa mbele wa gazeti Raia Mwema inamonesha Makonda, Serukamba, Kiswaga pamoja na Kadogosa. Rais Samia amchana Mpina, Bashe apigilie msumari, mwenyewe asema ni kama mlivyosikia. Habari katika ukurasa wa pili. Utata gari la RC, habari katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili. TPA yaanza kukagua malori, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu wa gazeti hili. Barabara ya mzunguko kuitwa ade sina habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Raia Mwema. Muungwano ni kitendo ndalo. Gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na wazi, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dkt Mwinyi old bengen endelea, ni kuiunga mkono Zanzibar. Habari katika ukurasa wa tatu. Tabia awapongeza viongozi waliofanikisha mapokezi ya mwenge. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa tatu. Mshikamano ndani ya CCM utaleta ushindi wa kishindo Hemedi. Habari katika ukurasa wa pili serikali zitaendelea kuimarisha utumishi wa umma habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili serikali kuimarisha mazingira ya uwekezaji dr samia habari katika ukurasa wa sita na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti zanzibar leo kwa ukweli na uwazi gazeti uhuru kweli daima linalo mikononi mwangu lenye habari iliyopewa kipaumbele ni rais samia amlipua mpina ameshangaa kurugia mambo ya kitaifa na kushindwa kueleza kilichofanyika jimbo lake ambapo ilani imetekelezwa kwa kishindo, amtaka ache kujitafutia umaarufu na kuwaambia wananchi wa Kisesa bora wamwache amchukue katika nafasi zake kumi za uteuzi. Habari katika ukurasa wa pili gazeti hili limeandika anika mikakati kuvutia wawekezaji. Habari katika ukurasa wa tatu, wawakilishi wa guswa bajeti ya elfu mbili ishirini na tano elfu mbili na ishirini na sita Habari katika ukurasa wa kumi, makamanda wa polisi nchini upanguliwa habari katika ukurasa wa nane. Tutaendelea kuimarisha tet Majaliwa, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Uhuru limeandika D Mwinyi aeleza kuimarisha utumishi wa umma Zanzibar, habari katika ukurasa wa sita. Chatanda arizisha ujenzi wa hospitali ya mjini Kibaha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa nane wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru, ukweli daima na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu analo gazeti ya maraspoti lenye limeandika diara ashikilia dili la Camara, habari katika ukurasa wa pili. Man city aziziki kinapigwa usiku, habari katika ukurasa wa kumi na nane, ni Manchester City dhidi ya Wydad saa saba kamili usiku. Lakini pia gazeti hili limeandika hesabu tatu za mzize undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili. Umemsikia Tambwe kabla ya kufunga anameza mate, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa kumi na nne pamoja na ukurasa wa kumi na tano Lakini pia gazeti hili imeandika ratiba ya ligi kuu bara, vita mbili Mbea mechi imebeba vita mbili tofauti. Tanzania Prisons inasaka pointi za kuwatoa nafasi ya kumi na tatu, ikiepuka kuangukia kucheza playoff ya kutoshuka daraja. Yanga inapambania ubingwa kali za Jumatano, Tanzania Prisons dhidi ya Yanga Mbeya, Pamba Jiji na JKT Tanzania CCM Kirumba Mwanza, Dodoma Jiji na Singida Black Stars, Jamhuri Dodoma, zote zinachezwa saa kumi kamili jioni. Ligi kuu bara leo Jumatano ni Azam na Tabora United saa kumi kamili jioni, Azam Complex Da, Mashujaa na KMC Lake Tanganyika, Ken Gold na Simba Al Hassan Mwinyi. Lakini pia gazeti hili limeandika FIFA World Cup kesho Alhamis ni Palmeiras dhidi ya Al Ahly mchezo unapigwa saba kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako soma kwa ndani zaidi magazeti ya habari habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Nalo gazeti ya Habari Leo lenyewe limeandika ni vita ya ubingwa kubaki ligi kuu Twiga Stars yashika usukani CECAFA, majaliwa ataka viwanja CHAN AFKONI vikamilike haraka, habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Bela Kombo apongezwa tamasha la Injili, habari katika ukurasa wa ishirini na moja. Tanzania kuadhimisha siku ya Olympic Dodoma, habari katika ukurasa wa ishirini na tatu. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, geji la habari Tanzania na gazeti ya Habari Leo likikamilisha udukuzi wa vichwa vya vi habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani Tv. Asante na kwaheri kwa, kwa sasa.